Tangu kuwepo taarifa za kuwasili kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, mjini Goma wiki iliyopita, hali ya mivutano ya kisiasa imeshika kasi nchini Kongo. Serikali ya Kinshasa imetangaza hatua kali ikiwemo kuanzishwa uchunguzi kuhusu makosa ya uhaini dhidi ya Kabila na chama chake. Lakini hata hivyo, chama chake kimekosoa hatua hiyo vikali kikisema kuwa ni uvumi mtupu. Mwandishi wetu wa Goma Ruth Alonga ametuandalia taarifa zaidi. Kutokana na kuenea kwa taarifa bila kuwepo ushahidi kuhusu uwepo wa Joseph Kabila mjini Goma, na kwa kuzingatia kauli zake za hivi karibuni kuhusu mzozo wa mashariki mwa DRC, Caleb, mwanafunzi kijana wa Goma, kama ilivyokuwa wakazi wengi wengine, hakuweza kuficha hisia zake. Ni jambo la kuvunja moyo kuona kuwa rais wa zamani ambaye sasa ni seneta wa maisha wa nchi aliyoongoza kwa miaka kumi na nane anaongoza kundi la uasi ambalo licha ya kauli mbiu ya ukombozi linaua wananchi masikini. Yote haya kwa lengo la kurudi madarakani. Taarifa za kuonekana kwa Joseph Kabila mjini Goma zimezua mjadala mingi, lakini hakuna aliyemwona waziwazi rais huyo wa zamani. Hata hivyo, licha ya chama cha Kabila kukanusha taarifa hizo, raia bado hawajui ukweli ni upi. Mjini Kinshasa, serikali iliyopoteza udhibiti wa mji huo wa mashariki haijaficha hasira yake, hali iliyosababisha wizara ya mambo ya ndani na ile ya sheria kutangaza vikwazo dhidi ya Kabila kutokana na taarifa ya kuwa Kabila yuko chini ya ulinzi wa waasi wa M23. mawaziri wa wizara hizo mbili walitangaza kuanzishwa kwa mashtaka ya kisheria kunyang'anya mali za Joseph Kabila na kusimamishwa kwa chama chake cha kisiasa cha PPRD, hatua ambazo Amani Kalimba mfuasi wa PPRD anasema hazina msingi. Serikali imetangaza maamuzi makubwa, lakini kwa bahati mbaya yametokana na uvumi, kwa kuwa hakuna aliyeonyesha picha wala video kudhibitisha uwepo wa Kabila hapa Goma. Wizara ya mambo ya ndani ya Kongo pia imezuia mienendo ya baadhi ya viongozi wa PPRD wanaoshukiwa kushirikiana na Joseph Kabila katika kuhusika na uvamizi wa maeneo ya mashariki ya DRC na waasi wa M23. Ferdinand Kambere naibu katibu mkuu wa PPRD anapinga taratibu hizo. Tangu tulipoitwa kwa mara ya kwanza na ofisi ya kijeshi ya mwendesha mashtaka, ilikuwa tu taarifa tuliyoisoma, lakini kuhusu kesi isiyo na msingi kama hii, uvumi mtupu Inaanza kama taarifa, inakuwa uamuzi, na mwisho watu wanazuiwa kusafiri nje ya nchi. Pia kosa linapaswa kuwa la mtu binafsi. Ni nini hasa kila mmoja anatuhumiwa nalo? Madai ya kurejea kwa Joseph Kabila katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda kunachukuliwa kama usaliti mkubwa na serikali ya Kongo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa rais huyo wa zamani. Ruth Alunga, DW,